<laughs> <laughs> <laughs> Mashaka Kapingu. Nah, kwanza sisi mashabiki wenye heshima zetu mjini <laughs> ukisikia timu inafungiwa mashabiki wanafungiwa, hiyo unajua ile timu genge la wahuni hilo. Kama unavyoona kesho, hapa patakuwa kivyake. Lakini leo, watu wenye heshima zetu, klabu yetu ina heshima pamoja na mashabiki wenye heshima. Eh, ndio maana tupo Benjamin Mkapa. Watu tulioruhusiwa na chama cha mpira wa miguu duniani CAF. Tupo hapa Benjamin Mkapa tunakuja kuanikiza nikiza. Tushakula ng'ombe mzima bado mkia. Sasa leo tunakuja kumalizia kale kamkia ya kaliko baki. Kwa hiyo nimwambia, huyu timu inaitwa sijui walete hii. Kama nyumbani kwake kule, chumba cha kwake. Panga anajua alipoificha. Kila silaha anajua alipoificha. Kala tatu mzuka nyumbani kwake. Sasa leo, ah leo tunakuja, tunahitaji tuna pesa za mama zile. Milioni 25 na kwenda kuizoa. Ina maana anamaanisha kwamba goli tano leo zipo au yakijipindua zaidi. Milioni 30 na zile, na maana goli tatu. Kiukweli kabisa waleta huyu amekuja kutalii tu kwenye jiji la la la la la, la, la nani kakangu ile nani ile chala, chala, chala, chala, chala, chala, chala, chala, chala. Eh, kwenye jiji la chala huyu kaja kutalii, twaangalia na mwendo kasi za mama, ila kuja kututoa sisi, hiyo nada, ingawa wahenga hawawezi kupindua meza yaani nimemkanyaga goli tatu. okay, kibajaji nyumbani kwake ni yaani nimempa tatu, mzuka aje nifunge nne bila, nimesimama mimi. Na wakati kuna watu wameonja joto jiwe. Kwanza nakuja kwenye uwanja wa sasa, kuna kaburi ziko mbili. Kuna moja nilimfukia kaburi la futi moja. Kuna moja nikamfukia kaburi la kaburi la kaburi la kaburi la futi tatu. Unaona balaa hilo sasa, wanaenda kukoga kwenye madimbu, lakini mimi si shangai. Kwa sababu mi zangu nilikuwa nafanya mazoezi kwenye pre-season, nilikuwa zangu Rwanda kule, nimebeba kombe la Golden. Wao tuliwaona wameenda misi anaogelea kwenye madimbwi kule, sasa badala ya kufanya mazoezi aa kule wapi kule. Kwa nani? Kule kule, kule Misri kule. Sasa si shangai tena kesho kama timu lao ile la cha kupanga cha kubanga kipindi kicho amelishusha viwango. Lilikuwa linaanzia tu apila; sasa hivi linaanzia mabonde kuinama huko. Huyu ili tunaanza nalo huko. Kwa hiyo sasa kushushwa dala lako kwenda kuogelea kwenye koko bichi kule. Sishangai kwa sababu kuogelea tu tunafanya mazoezi na kuogelea kwenye madimbwe. Kwa hiyo sasa nikienda kutangaza ubingwa anaanza kulalamika. Oh, wale wachawi. Mchawi nani? Watu wanafanya mazoezi; nyinyi mnaogelea kwenye madimbwe. Haya ole. Kesho timu iko hapo koko bichi kule wanakoogelea kwenye mabahari kule. Kwa utofauti baina yetu na watata modi ni mkubwa sana, na ndio maana ukiangalia, tajiri za safari hapo kiangalia, imeitwa imewekwa imeandikwa, nia. Unajua maana ya nia? Nia, eh, nia tunayo ya kuvuka hatua hii kwenda nusu fainali, nia tunayo ya kutoka robo fainali kwenda nusu fainali, ya kutoka nusu fainali kwenda fainali, na nia tunayo ya kwenda kubeba kombe la gold nnf. Nia tunayo na sababu tunayo, kwa hiyo huyu wailete, huyu msindikizaji tu, ila kwenye michuano ya kimataifa, ligi ya mabingwa, mtoto amudi kwenye kombe la shirikisho, atakupigia kelele asifike fainali huyu. Ah, mwambieni nikiwa kama rais wote Tanzania, mwambie aende kafike fainali kwenye michuano ile, michuano ya kitoto hii, michuano ya watu wazito kwanza walivyokuwa yatima. Sasa hivi kwa mechi ya kesho, <coughs> wale nani wale, akija vizuri vizuri, wale nani makilikili wale <coughs> mtoto ule unja kumwacha hapa paka mbio za mwenge, kwa sababu kigoli kimoja alichoshinda kule cha papa tupapato kile kigoli kimoja, kama msimu wa umeme kesho, mtoto amudi mpaka saa moja moja. Utasikia kocha kule na yule nani aliyopokea mikoba yule nani, yule yule nani huyu na Matola ambao amegeuzwa. Yani kwanza mimi ningekuwa Matola ile timu mimi nisingekubali yani, Matola wanamgeuza sasa. Wale ukiangalia kwenye ligi kwa kwa kwa timu nzima inaingia mmoja kwa kwa, wapi waanaauanga ae kwenye benchi la ufundi hakuna hata mchezaji, kwa hiyo wa sasa wa, wa, wa wale watoto yatima wale, wamekuta. Tena juzi na wale Fountain Gate Wamekutana wote yatima.